Guys, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Karibuni tena ndani ya kipindi chetu kizuri kabisa za the comment ndani ya Locha Media. Sasa ndani ya wiki hii, katika hii siku moja imepita, mzee wa Kaliwa ameachia Oscar, Oscar, kibao chake kikali kabisa cha hip hop. Sasa tunategemea au tunafikiria ndio atakuwa mkombozi wetu wa hip hop Tanzania. Kibao kinaitwa Mniombe, na baada ya kutoto hiki kibao, leo leo hii siku ya Alhamisi ameitwa ya huko Basata. Sasa sio ameitwa kwa jina kibao au ni nini. Sasa Watanzania huaga tunaga jambo dogo katika kitu chochote kinachotokea ndani ya nchi yetu. Ndio maana naipenda nchi yangu. Ah! Sasa leo tunaenda kupitia comments katika mitandao ya kijamii mbalimbali: Instagram, TikTok pamoja na X ama Twitter. Tuanze na, wze, tuanze na comment yetu ya kwanza, hii inasema umeanza uvivu wa kuchambua mpira Oscar. Bado tunaangalia mapokezi ya wimbo ndani ya the comments. Mhm. Kwa wanasemaje? Bana, upande wa Twitter ama mtandao wa X wanasema, huyu naye akili zake kizibo, mfuatilie posti zake, mara nyingi ni za ovyo, wimbo nao wa ovyo, jamaa atakuja kualizela ovyo. Huyu anaitwa uh, V uh, hendo yake inaitwa veniga. Nadhari vinaendelea kuona mapokezi huyu <todulogu> mwingine, huyu ni ainet 74 4 anajiita kaja kuchana na suti, we rudi wasafi kuchambua wa habari na watu sijui ndio makini, alikubalije hii collab? Eti kaka Jo, ulikubalije hii collab? Watu wanauliza. Yani, ah, Watanzania nawapenda sana. <laughs> Mara upande wa Twitter kuna mtu mwingine anaitwa Marimi ama endo yake inaitwa Jo Robin. Um, anasema mwandiko wa Baba Levo kabisa, akaongeza na emoji za kucheka. Wai, hiyo comment hiyo nimeiona mara nyingi sana, Babalevo, Babalevo. Why, watu wanasema sana ni Babalevo. Ukiangalia okay, tu andishi uandisho Baba Levo anajulikana tu, yani kama ile baba la baba, yale maneno ambayo anatamkaga sana kitambi. Kwa hivyo lakini watu wana mambo yao. Nimekuja kwako kwa baba la baba, Baba Revo. Basi huyo mwingine anasema mbogo designer. Da basi tumepata mrisi wa Profesa J. Je ni kweli? Naweza kawa huyo mzee akaliwa ndo akawa mrisi wa Profesa J. Baba utani tu. Hamna watu watu utabiri mambo ni mengi. Hao watu wa Instagram hawaeleweki. Mimi ngoja nikupeleke TikTok. <laughs> TikTok kuna mtu mmoja anaitwa Queen Daslos anasema uh, baba tusaidie watu wa Kaliua pamoja na vijiji vya karibu akaweka in bracket Igagala na usinge tumwelewe kaka yetu, maana so kwa uchafu huo, akaongeza na emoji za kucheka. Wala kuna uchafu gani kwani mle ndani? Mle ndani mi nimesikia kuna tuombee baba na nime baba nimekula baba mama mkwe nime kuna mambo mengi sana. naani namaa watu amepokea urais kumuita Basata, amekosea Basata nadhani kutokana na baadhi ya mistari mistari mle ndani, ila bado hatujajua Basata ameitwa kwa ajili ya wimbo au ameitwa kwa ajili ya, ya wimbo. Mi binafsi nahisi kwa sababu ya wimbo, hata kama ukisikiliza eh, comment za watu wengine wanasema kabisa kwa wimbo huu tutegemee muda wote wowote huyo ataitwa Basata. Basi, basi labda ameitwa kwa ajili kuna, kuna misamiati mle ndani hiyo ya kumparange kwamba kwa kweli tena, sina bono, sina nini na nini, katajataja watu labda watu nao wamemwona. Kwa mfano na, huyu TikTok anaitwa engineer Juma Rashid anasema da, mtu wa hobby kuwahi kutokea nchini kwetu, baba ana familia huyu jamani, huko YouTube bwana, kwenye wimbo wake huko amesema, wa kuna moja, huyo anaitwa Kombosa Sui ha. mwendo wa matope, wazee wa matope, gonga like, yani Oscar ni muuni sana, lakini kwa sura afanani, ila anajiuliza nani anamfundisha na uuni. Kumbe mimi ndani kataja hadi mwendo wa matope. Ile nyimbo bana. Mwenyewe umetoka ujue mara kwanza naisikiliza, mm-hmm. Ikabidi nipunguze sauti kwanza. Of course yule wimbo hauwezi isikiliza kwa sauti. Ile nibidi nipunguze sauti kwa sababu nimeka inaanza baba la baba baba utusaidie baba. Tube. Tube baba. Tusabe baba. Hata vile content hizo za zilizo za kunaneli huko. Kuzivyo za kushuka sasa content zake aa, naishi siju kwa mpalange baba nimekula mpaka mama mkwe baba a ah, konyeesho te Oscar, umejua kutupa furaha ndani ya siku hii hapa hii flani siku kuanzia siku ya jana hivi umetufurahisha na kiboko, kwani mimi wimbo wako nimeupenda, ni wimbo flani hivi wenye wenye vibe ambao muda wote unatamani kuusikiliza ujue hapa alikuwa anamaanisha nini, na ni wimbo flani ambao una utafakari. Umeusikiliza, nimeusikiliza, ndio maana kila sana usikiliza, yani kila tunaposikiza nasikia kipande kimoja na utafakari a okay amekula mama mke okay, tuna stop, alafu tunaendelea tena. ni mbona ambao unaitaje, dunia ya Twitter ama mtandao wa X, kuna jamaa mmoja anaitwa Hasmid MD, huyo mm -hmm. ndio yake ni, mm -hmm. ni @polo_dr ama doctor mm -hmm. anasema hivi, watu hawana washauri jamani. mm. muziki unahitaji personality, yani kimaanisha muonekano, lazima mtu uwe na muonekano wa kisanii au kimuziki Waliomshauri huyu jamaa kuingia kwenye muziki wamempoteza kwenye maisha. Ogopa sana watu wanakwambia unaweza fanya. Of course kweli, mimi sijawahi kutegemea kama usikosika na jova kuimba muziki, yani ataingia kwenye tasnia ya muziki, sijawahi kutegemea. Ujui mimi nahisi uh, music industry sasa hivi Tanzania inachezea watu. Kuna comment hapa nasema kila mtu kila, ni, kila mtu ana kipaji ni matter of time, yani kila mtu anajua kuimba. Mtanzania mimi ni kweli na zile ni fujo. Kuna watu wana talanta zao kwenye hiyo sekta, kwa hiyo unaenda kuitibua tibua ionekane kama sio kitu cha maana, kwa sababu mtu akisikiliza muziki, hata watu ambao wanafanya wazazi watoto wao wakitaka kuimba wanaona muziki ni kazi ya uhuni kamchukua na kakaja umakini, si sio, amepiga mm, shingapi hapo, hmm, fanye korabo. Wimbo umeenda viral mpaka sasa hivi, nimeona anakaribia viewers wengi sana, laki ngapi, si YouTube huko na una one day tu, oh, pesa atatengeneza. Wanaishi wa Tanzania wapendi si serious kwenye baadhi ya vitu, lakini pia unajua, muda mwingine inawezekana mtu ikawa sehemu ya kujifurahisha pia, kwa hiyo inawezekana ikawa sehemu ya maisha. Kuna mtu anasema master, anaitwa master king kubewa, mm -hmm. Dhihaka inafanyika mpaka kwenye dini. Dunia inaelekea kubaya. Kama unalitaja jina la momba wako kwa kulidhi haki ili upate airtime, basi huku ni zaidi basi huku ni zaidi ya kupotoka. Mimi ni mwenye dhambi, lakini hii siyo sawa kabisa. Mamlaka ingilie kati. Ndo maana tunalaaniwa kupewa viongozi watesi. Of course kweli, mimi ndani hivi mimi najielezeka kitu kuwatajataja watu kwenye nyimbo waga wanawaomba maana kamtaja Mwamposa kamtaja Shee Kipozee humo ndani, yani kataja aka mix mix yetu vitu vingi. Kwa hiyo mashehe wanaweza wakasikiliza au tu wanaweza wakasikiliza ni ovyo sana. Um, ili ni kosa mojawapo ambalo wasanii wengi sana Tanzania wamefanya, na nikumbuka eh, kama Rivan, Rivan alimshirikisha ngoma yake Mwamposa, alafu Mwamposa mwenyewe hana taarifa yoyote, ajui kitu chochote kinachoendelea, akaja kujua siku siku naachiwa ngoma, sijui ilivyotoka album cover sijui alivyo kafanya performance kawe, kama sikosei, kionjo fulani vile. Imekuwa sijui na sina taarifa, sijawasiliana naye, lakini meshioni akablesi sasa. Inawezekana tunaishi maisha ya kirafiki sana, ndio maana tunakuwa tuna na mfumo huu wa maisha, lakini nadhani ndomana watu wanakuja na such kind of a comment kwenye, kwenye ukurasa wa comment. Mi niwe mtu mkubwa, afu ntajitaji tu kwenye wimbo bila kibali bila hela hmm, oh, siwezi kukuelewa, utaufunga tu ij. Huyu anaitwa Frank Adizong anasema, uvivu wa kufanya parizi kwenye shamba la tumbaku huko kaliua Oscar Oscar, baba umevoka, fanye parizi ya tumbaku. Komenti <laughs> zinachekesha. Jingine anasema, huyu anaitwa mkali um, wenu original Oscar, umeamua kujieleza mwenyewe unavyopiga peku peku in comment. Yaani ya ya kwenye wimbo wake Oscar mwenye amejielezea, huyu anasema kwamba Oscar ameamua mwenyewe kujielezea kwamba anapiga ka peku peku. Oscar matukio yake anachekesha. Ujui hata kama ile alipokaripotiwa kwa sijui kuibiwa TV yake sijui ndani vitu vinajua. Okay. Mm -hmm. Story namna babu alikuwa anainarete. Comedian. Ah, kama. Usikiliza ile story kama hujacheka. Tumerudi na mpenzi wangu. Sijui nini na nini. Kabisa tuanze tukajadiliana. Mechi inachezwa kwa kapa <laughs> Wajua, look afikiara vitu kama hiyo ni na sana nataka kuingia sasa comedy mpaka kwenye miziki mpaka kwenye ni... kazi yake. Huyu anasema nilikuwa nahisi hisi Oscar ni mwehu leo, ndo nimeamini Oscar ni mwehu kweli. <laughs> Yaani yeah, nimehakikisha kwamba Oscar ni mwehu kweli. Kwa hiyo nadhani Basata anaweza akaenda kutusaidia kidogo, lakini eh wamsamehe kidogo kaka yetu, maana kibao chake cha kwanza anakuitwa Basata. Basata, just imagine, akidropu akidrop album ataitwa Basata mara ngapi? <laughs> Nimepiga baba mkwe baba mkwe baba nimepiga mama mkwe baba. <laughs> ni, ni, ni, ni, ni mawazo tofauti lakini ambayo nadhani itakuwa nzuri ni mzuri, lakini bado kimaadili ya Kitanzania sio kivile. Huyu jamaa mmoja anaitwa Godfrey Pius kutoka TikTok anasema hmm, we, uchinjwe wiki ijayo wa Tanzania tule nyama yako tumle supu. Mm. Mm. Basi hizo ndio zilikuwa the komenti, komenti ni nyingi jamani. Ukienda kupita kwenye mitandao ya kijamii huku komenti ni nyingi. Lakini komenti zaidi zipo katika kumponda. Watu wengi sana hawajamsifia kaka Oscar. Sasa sijui mnamweka katika hali gani, arigani kaka, watu usikute labda ndo wameamua kujiwekeza zaidi katika swala la mziki, lakini komenti yeah, yeah, nyingi zimekuwa zikimponda zikimponda za ziki zi kuto kumsapoti. Kwa hiyo nadhani na wewe mwenyewe utaenda utajisomea na utaziona zaidi, utaona na kwa mtazamo wako bado, endelea utaenda ku comment kwenye Locha Media, kwenye chaneli zetu kwenye utaenda pia na kusubscribe YouTube, utaenda kutuambia je, una, unaonaje mtazamo wa Oscar Oscar kuji- kujitumbukiza katika hip hop. Je, ataweza kutukomboa? Maana hip hop ya Tanzania kidogo na hinihiiweijua eh? <laughs> Ya Mungu amefanya uh, uh, hi, jambo zuri sana nadhani. Watu mtu hey, kisikiza nyimbo okay. hmm. Labda katika kuangaliangalia utajikuta unaangalia pia na za wasanii wengine. Yeah. Basi ilikuwa ni the comment, na mimi ni Miss Naomi, nilikuwa na mwenzangu Dr. Mateka. Usiache kutufollow Yeah. Usiache kutusubscribe YouTube na kwingine kote. Bye.